Uh, meno ya plastiki. Meno ya plastiki, unaposikia neno, meno ya plastiki ni meno ambayo watu wengi sana wanakuwa wanazungumzia meno ya utotoni. Sasa swali, je, haya meno ni kweli yapo? Uh, kitaalamu hatuna meno ya plastiki na ni kosa kubwa sana kusema meno ya plastiki kwa sababu hakuna meno ya plastiki. Jino ni jino eh? Jino ni jino. Sasa kwa nini meno ya plastiki? Ni kwa sababu watu wengi wamehusianisha sana na namna yalivyo. Mfano meno ya utoto, haya meno ambayo wanaita meno ya plastiki ni meno ya utotoni ambayo yanakuwa yanafananishwa na, na plastiki. Materio yake inakuwa inafananishwa kama na plastiki, kwa hiyo watu wengi wanaita meno ya plastiki. Lakini je, ni kweli kuna meno ya plastiki? Hapana, hakuna meno ya plastiki. Meno yote ni meno. Sasa imefikia hatua watu wanang'oa meno ya plastiki, na hasa mtoto mdogo anapozaliwa na meno, watu wengi wanafikiria kwamba ni laana, lakini wengine wanafikiria labda anaweza akawa ni jambo ambalo si zuri. Lakini kitaalamu ni kwamba hakuna jino la plastiki. Meno yote ni meno mazuri, na haya meno yote tunakuwa tumeumbwa nayo. Kwa sababu gani? Kila mwanadamu anakuwa na meno ya aina mbili katika ukuaji wake E, ukuaji wa kwanza ni pale ambapo anafikisha miezi sita mpaka miaka sita Hapa tunasema huyu mtu anakuwa na meno ya, mie, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya utotoni. Anaanza kuota akiwa na miezi sita na na anakuja kukamilika akiwa na miaka mitatu kama na kidogo eh miaka, mi, miaka miwili kama na, na kidogo mwaka moja na miezi minane kuelekea miwili, anakuwa anakamilika yale meno yake. Wengine anafika mpaka mitatu, lakini baada ya hapo akishakamilika meno haya yataanza kuwa yanang'oka na, ya kuanzia miaka kuanzia miaka sita yanaanza kuwa yanang'oka ili meno mengine ya aina ya pili sasa yaje, ambayo yale meno tunaita ni permanent teeth, ambapo hii permanent teeth sasa tunaanza kuiona akianzia miaka saba miaka saba mpaka na kuendelea miaka kumi na tatu Haya meno ya utotoni yanaanza kuwa yanatoka, halafu tunapata haya meno ya utu uzima sasa. Kwa nini meno ya plastiki meno ya plastiki ni kwa sababu watu walihusianisha, lakini kiukweli hatuna meno ya plastiki. Jino ni jino eh, jino ni jino. Sasa swali lingine la ambalo linaulizwa na watu wengi sana, je, mtu akizaliwa na meno anatakiwa amuolewe kwa sababu ni meno ya plastiki? Jibu ni hapana, hakuna jino la plastiki na hata mtoto anapozaliwa na meno yale meno ni kwamba ukuaji wa meno mara nyingi huwa unaanza tumboni yaani meno yanaanza ku, ku, uh, meno yanaanza kutengenezwa wakati mtoto yuko tumboni mwa mama yake. Kwa hiyo akizaliwa na meno, ni kwamba tu meno yamewahi kuelati ama yamewahi kutoka, lakini kiukweli ama kiuhalisia ni kwamba yalikuwepo toka tumboni mwa mama yake. Kwa hiyo haupasi kulinyoa hili jino kwa kusema kwamba ni jino la plastiki. Kwa hiyo mimi nitaka tushare hivyo. Eh, sasa nikuulize tu wewe uh, utaniambia kwenye comment. Je, ulikuwa unaelewa nini kuhusiana na meno ya plastiki? Na je umeshuhudia watu wangapi wanang'oa meno ya plastiki, na impact yake ni nini kwako wewe ambao umeng'oa sasa meno ya plastiki? Ukiniambia kwenye comment nitafurahi zaidi.